Zanguni kwa ujumla, bwana, mwanamke mwema ana sifa nyingi sana. Ibada, mwanamke mwema ni lazima aswali swala tano. Mwanamke mwema kama ni Ramadhani, lazima afunge. Mwanamke mwema anapoolewa ni lazima atii mume wake. Mwanamke mwema kama ipo kwa wazee wake, ni mtiifu kwa wazee. Mwanamke mwema anaishi na marafiki zake ambao ni wema. Mwanamke mwema aishi na mashoga waovyo, na ndio hao wanatuharibia jamii na wake zetu. Mkeo lakini ana shoga alisoma naye ni classmate wake, kasoma naye shule, yeye muhuni, mkeo ndoshamweka ndani mke wa ostazi lakini shoga wake muhuni ana grupu la skuli hati wa mafikra tuumo. Mwanamke mwema anaachana na mashoga na watu wa ovu. Mwanamke mwema, tukirudi katika nukta hii ya mume, hii ni nukta muhimu sana. Mwanamke kwa mumewe, sura yake ni kama mtumwa kwa sayidi. Iko wazi kabisa na hilo wamelizungumza wanachuoni Sio manyanyaso, lakini mwanamke anapoolewa akienda kwa mume, sura yake ni kama mtumwa kwa sayidi wake. Bali mwanamke kwa mumewe, nafasi yake ni zaidi ya mtumwa kwa sayidi wake. Ndio maana Mtume anasema lau engelikuwa kuna ruhusa ya mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzie, la amartu lmarata, ningemuamrisha mwanamke ayasjuda li zawjiha, amsujudie. Nani? hakutaja baba Hakutaja labda mjakazi, kazi alama antasjuda lisayidiha. Kusema mtume kwamba kwa mjakazi amsujudie bwana wake, kataja mwanamke amsujudie mumene. Wako wapi wake zetu? na maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wametengenezwa. Mwanamke atakabishane na wewe nyumbani, wewe ukitoka naye nyuma atoka, wewe umetoka ukumwambia naye katoka, mbona ulitoka? Ujanaambia, wametengenezwa wanawake. Tunaishi na wanawake washindani tunaishi na wanawake washajengwa kwamba wao wana haki sawa.